Tumepata nafasi ya uh, kuja TCRA tukajifunza vitu vingi vingi kiwemo uh, ki, masuala password au kwa jina la Kiswahili tunasema nywila. Ni kitu fulani muhimu sana katika jamii, ambapo kila mtu anatakiwa awe nacho na pia awe makini katika kukiunda, maana kuna watu wengi katika jamii password au nywila zao ambazo wanazitengeneza ni password ambazo very common ambazo watu wengi wanatumia. Sasa ukitengeneza password au nywila ambao ni very common katika jamii, ambapo watu wengi wanatumia hiyo inaweza ikasababisha matatizo mbalimbali ambavyo wanaweza wakapata cyber attacks. Watu wanaweza ka wakaingia katika mfumo wako simu yako wakapata taarifa ambazo hawawezi kutakiwa kutoka nje. Kitu gani muhimu kiachana na password au nywila kwa Kiswahili, ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kufasilit ulinzi katika simu <laughs> zetu za tofauti tofauti tofauti na nywila au password? Vitu vingine ambavyo vinaweza kusaidia katika ulinzi katika simu yako au chombo chako chochote cha mtandao ni pamoja na two factor authentication au multi-factor authentication. Hizi hapa zinaongeza ulinzi katika simu yako kwa kuongezea layer ya udhibiti. Edha, unaweza kwa, baada ya kuingiza password yako, unapewa tarakimu zinaweza kawa nne, sita, nane, au maandishi fulani ambayo ni yako mwenyewe, ambao unaweza kawa access baada ya muda fulani. Kwa hiyo kwa kuongeza two factor authentication unajiongezea ulinzi katika simu yako au chombo chako. Cha kusisitiza ni kwamba password ni muhimu sana katika um, simu zetu au vifaa vyetu vya mawasiliano. Pia tunashauriwa kwamba kubadilisha nywila au password baada ya miezi mitatu, ili kuweza kuweka ulinzi mkubwa katika vifaa vyetu tofauti tofauti vya mawasiliano, kama mfano simu um, kompyuta na vifaa vingine tofauti tofauti.